Na shughuli za kawaida zilitatizika kwa muda mchana kutwa katika katikati wa mji ama jiji kuu la Nairobi, baada ya vijana waandamanaji kukabiliana na maafisa wa polisi wakifukuzana katika baadhi ya barabara za jiji la Nairobi, vijana hao wakidai kutaka haki kutokana na mauaji ya mwanablogi Albert Ojwang mikononi mwa polisi. Huyu hapa Leonard Omar. Maafisa wa usalama walilazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya na kuwafukuza waandamanaji hao waliotaka kuelekea katika jumba la Vigilance wakitaka naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat kujiuzuru kwa kuhusishwa na mauaji ya Albert Ojwang.

Aidha, waandamanaji hao walitumia mawe kuwakabili maafisa wa usalama huku kukiwa na vuta ni vute kati yao na maafisa wa polisi kwenye barabara za Harambee Avenue kunapopatikana jumba hilo la Vigilance, Moi Avenue, Haile Selassie Avenue, Tom Mboya na Ronald Ngala, huku wanabiashara na wafanyakazi wengine wakilazimika kuondoka mapema afisini na kufunga biashara zao wakikimbilia usalama na kutafuta usafiri wa kuelekea nyumbani kwao. Kwenye maandamano hayo pia uharibifu mbalimbali ulishuhudiwa ukiwemo kuchomwa kwa magari mawili na uharibifu mwingine kwenye barabara hizo, japo majeruhi hawakuripotiwa kwenye maandamano ya hivi leo.